Haya, tunaanzia uchambuzi wetu nchini Tanzania ambako mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo, Chadema Tundu Lissu, leo amefikishwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa mashtaka ya uhaini, ikiwa ni saa chache baada ya kusafirishwa usiku kucha akitokea Mbinga mkoani Ruvuma ambako alikamatwa jana usiku. Mwandishi wetu Florence Majani kutoka Dar es Salaam ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hii. Tundu Antipasi Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, amefikishwa mahakamani leo baada ya kukamatwa katika ziara yake ya kuhamasisha ajenda ya chama hicho ya hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Kabla ya kusomewa shitaka hilo, taarifa ya jeshi la polisi iliyosainiwa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, ilieleza kuwa Lissu alikamatwa baada ya kuwepo madai ya kufanya uchochezi na hivyo jeshi hilo linamshikilia kwa mahojiano. Jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu. Akizungumzia kukamatwa kwa Lissu na hatua zilizofikiwa kwa sasa, mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema Gaston Garubindi amewahamasisha wanasheria nchini Tanzania kujitokeza kumtetea Lissu, kwani makosa yake anayodaiwa kuyafanya ya uhaini haya na dhamana. Nawaomba mawakili wote kujitokeza, tuwasiliane nao tufanye logistiki kwa ajili ya kumtetea mheshimiwa mwenyekiti wa chama ambaye ana kesi hiyo ya uhaini. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, pamoja na kukamatwa kwa Lissu, kadhalika mkutano wa hadhara uliopangwa kufanyika leo wilaya ya Mbinga umezuiwa na jeshi la polisi, huku mkutano wa chama hicho na wanahabari uliopangwa kufanyika kadhalika ukizuiwa kabla ya jeshi la polisi kutoa taarifa hii. Sakata la Lissu kukamatwa lilizua mjadala ndani ya bunge la Tanzania na nje ya Bung bunge ambako wadau wamekuwa na maoni tofauti. Mbunge wa Nkasi Kaskazini kupitia Chadema Aidan Kenan alizungumza bungeni huku akilitaka jeshi la polisi litaje sababu za kukamatwa kwa Lissu pamoja na kuzuiwa kwa mikutano hiyo na kukamatwa kwa Lissu. Kadhalika, jeshi la polisi lilitumia mabomu ya machozi kuwaondoa wafuasi wa Chadema waliokuwa wamejikusanya katika eneo la Mforanyaki ambako mkutano wa Lissu ulipangwa kufanyika. Mchambuzi wa masuala ya siasa na mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Dr Richard Mbunda amesema inawezekana ara nne za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hazijaeleweka. Sasa unapoona kwamba matukio kama haya yanatokea, ambapo nguvu kubwa ya polisi na mabomu yanapigwa, unagundua kwamba labda pengine watu hawajamwelewa Mheshimiwa Rais na falsafa yake eh, ya kuendesha siasa kwa haki na kwa hoja E, na kuhakikisha kwamba kila mmoja anazingatiwa katika kutoa maoni yake. Muda mchache uliopita, Chadema imetoa tamko lake kwa umma ikilishinikiza jeshi la polisi kumwachia Lissu na kuwataka wanasheria wote nchini kujitokeza kumtetea mwanasiasa huyo machachari. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na msikilizaji, tukurudishe tena kidogo huko Dar es Salaam ambako taarifa zimetufikia hapa studio kuhusiana na kile kilichokuwa kinaendelea kuhusiana na mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo ambaye tulidokezwa kwamba amefikishwa mahakamani Kisutu, lakini taarifa zinasema kesi yake imeakhirishwa hadi Aprili ishirini na nne, ni baada ya Pasaka kwa hiyo amerudishwa rumande. Kwa hiyo tunategemea maoni yako bado tutayapokea msikilizaji, kuhusiana na yote ambayo unayapokea kutoka hapa kwetu.